Tarehe 7 Oktoba kanisa linasherehekea sikukuu ya Mama Yetu wa Rozari iliyoanzishwa ili kumwenzi Mama Maria kwa ushindi wa Wakristo dhidi ya Waturuki huko Lepanto mnamo Oktoba 7 mwaka 1571. Papa Mtakatifu Pius wa Tano na Wakristo wote walikuwa wamesali Rozari kwa ajili ya ushindi huo. Rozari au ya Zaburi ya Bikira Maria ni mojawapo ya sala bora zaidi kwa Maria Mama wa Mungu. Baba Mtakatifu Benedikto wa kumi na sita anazialika familia zote kusali Rozari kwa nia ya Papa, utume wa kanisa na amani. Ni kana kwamba kila mwaka Mama Yetu anatualika kugundua tena uzuri wa sara hii rahisi na yakina. Rozari ni sala ya Kikristo isiyoweza kutenganishwa na tafakari ya maandiko matakatifu. Ni sala ya Mkristo anayesonga mbele katika hija ya imani katika kumfuata Yesu, tukitanguliwa na Mama Maria. Kuna mengi ya kujua juu ya watakatifu. Tafadhali tembelea <coughs> mitandao yetu ya kijamii.